Leo wacha nizungumze na wanawake wa Katoliki katika kipindi hiki cha Majilio mm? Ndiyo. Hii ni jinsi ya kuishi Majilio kama mwanamke Mkatoliki. Hapa kuna njia rahisi za kutumia kipindi hiki cha Majilio kwa furaha huku ukimsubiri Yesu. Moja, soma kitabu kuhusu Maria, kitakusaidia kumjua zaidi mama wa Yesu na nafasi yake katika fumbo la wokovu. Mbili, fanya mfungo wa mitandao ya kijamii hii itakusaidia kuwekeza muda na fikra zaidi kwa Mungu. Tatu, tafakari kwa kina zaidi juu ya mafumbo ya furaha ili ya kusaidia kuzama ndani zaidi kwenye safari ya uokovu. Nne, soma kwa sala masomo ya Injili za Dominika za majilio, ziruhusu zikuchukue katika safari ya maandalizi ya kuja kwa Masia. Tano, toa nafasi zaidi ya ukimya. Ukimya unasaidia kulinda moyo wako uwe katika msimu wa kungojea na kutarajia. Sita, sikiliza muziki na nyimbo za Majilio. Jihusisha na hisia za matarajio ya kuja kwa Yesu. Saba, fanya matendo madogo ya wema bila kutazamia malipo, kama kumtengenezea mtu kikombe cha kahawa au kuweka umakini wa pekee kwa watu wanaokuzunguka. Nane, waombee wale wanaopata ugumu wakati wa Krismas, wale ambao wanaweza kutumia Majilio kwa hofu au huzuni. Tisa, usitumie wiki nne za majilio kusherehekea Krismas kabla ya wakati. Kufanya hivyo kuna kufanya iwe vigumu zaidi kuhisi furaha ya kweli ya kuja kwa Yesu atakapowasili. Kwa hakika, mngojea Yesu kwa shauku ya moyo utakaokuwa tayari kabisa ili kumpokea. Mm, nikutakie tafakari njema ya msimu huu wa majilio, ndugu yangu.